tazamaji katika maeneo mbalimbali mbali ya nchi, kila uchwao kumekuwa kukishuhudiwa kasi ya ukuaji wa maendeleo katika maeneo hayo kulikochangiwa na ongezeko la shughuli mbalimbali za kiuchumi kikiwemo kilimo, ufugaji, biashara na hata shughuli za uchimbaji wa madini, ambazo huwakutanisha watu wa jamii tofauti tofauti kutoka maeneo mbalimbali mbali ya nchi. Wilaya ya Chunya iliyopo mkoani Mbeya inaweza kuwa mfano tosha wa maeneo hayo machache ambayo katika miaka hivi karibuni imeonekana kupiga hatua kubwa ya kimaendeleo ukilinganisha na wilaya nyingine katika mkoa wa Mbeya. Yapo mengi yanayoonekana kuchagiza maendeleo ya haraka ya wilaya hii. Na hili linadhihirishwa hapa na Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Chunya Tamim Kambona. Tumekuwa tukipanda kuanzia elfu mbili na ishirini na moja, ishirini na mbili, mpaka ishirini na tano kutokana na mifumo ambayo serikali yetu inayoongozwa na rais wetu pendwa Mama Dr. Samia Suluhu Hassan kuimarisha vyanzo vyetu vizuri vya mapato. Hii imetuletea na mifumo yetu ya mapato kuwa mizuri, kwa hiyo makusanyo yameendelea kuongezeka. Lakini sisi kama Chunya, pamoja na kukusanya mapato, tumejikita zaidi kwenye matumizi mazuri ya mapato yetu yale tunayokusanya. Matumizi haya tunafanyaje? Matumizi haya tunayaelekeza kwenye miradi yetu ya maendeleo kwa wananchi wetu wa wilaya Chunya kadri changamoto zilivyo tumeelekeza kwenye miradi ya afya tumeelekeza kwenye miradi ya elimu lakini tumeelekeza pia kwenye miradi ambayo inatuletea tena mapato kwenye halmashauri yetu na hapa Chunya tulikuwa na kelele kubwa ilikuwa mji wetu huu ni changamoto za barabara na leo utaona kwa mwaka huu wa fedha ulioisha tumeweza kununua mitambo yetu ya barabara tumesha nunua mota grader tumesha nunua mota rola na sasa tuko kwenye hatua za mwisho za mchakato wa kukamilisha vibali, tunaenda kununua sasa excavator. Tutakaponunua excavator, tutamaliza na low bed ili tuhakikishe barabara zetu bila kuachia mzigo TARURA. Unajua, sisi kama halmashauri ndio tunadili na wananchi moja kwa moja, kwa hiyo kero zile za wananchi, sisi ndio tuna jukumu la kulibeba kero za wananchi. Lengo letu sasa ni kuhakikisha barabara zetu za wilaya ya Chunya sio mjini tu, wilaya mzima ya Chunya tunaenda kuzihudumia. Kwa hiyo, TARURA watafanya kazi kulingana na bajeti yao kwa kiwango kile watakachoweza, lakini kulingana na ukubwa wa wilaya yetu hii ya Chunya na bajeti ya TARURA, kwa hiyo tumeona kama halmashauri ambao tunakusanya fedha kwa wananchi wetu, tukawatoe wananchi wetu kwenye mazingira magumu kwa kuwafungulia barabara, na tunalenga tunamaliza sasa mpango wa vifaa hivi vya barabara tunachokifokasi sasa mwaka mmoja mbele tukanunue mitambo ya kuchimba maji ya halmashauri. Kama tumeweza kununua mitambo hii, hatuwezi kushindwa kununua mitambo itakayokuwa inatumika kwa ajili ya uchimbaji wa maji. Nguvu ya serikali ya hapa kuyafanya haya yote katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo haitokani tu na kunyoosha mkono toka serikali kuu, bali uwezo binafsi wa halmashauri kupitia mapato yake ya ndani na halmashauri ya wilaya ya Chunya ina vyanzo vikubwa kabisa vya kiuchumi kwa wananchi wetu pamoja na halmashauri, ambapo ni kwenye upande wa madini, lakini pia kwenye upande wa kilimo cha tumbaku, ingawa kilimo kipo kilimo kingine. Na hata tunapozungumza madini, sana sana tunazungumzia dhahabu, lakini yapo madini mengine. Mfano, saa hizi mgodi wa kopa wa kwanza hapa nchini upo hapa Chunya, umeshaanza na wameshaanza uzalishaji tayari. Kwa hiyo wananchi wetu wanategemea sana kwenye uchimbaji wa madini ya dhahabu, lakini pia kwenye kilimo cha tumbaku, ambapo uchimbaji huu wa madini ya dhahabu upo sana kwenye tarafa hii ya kiwanja ambapo tupo kwa sasa, lakini ukihitaji kuona kilimo cha tumbaku, tunaenda kwenye tarafa hii ya Kipembawe, kwa maana baada ya Makongolosi pale kwa mbele, ndio inaanza tarafa ya Kipembawe, ambako shughuli kubwa kule za kiuchumi nazo ni kilimo, lakini kilimo cha tumbaku ndio kimekuwa chanzo kikubwa sana cha mapato. Nini tunafanya sasa? Tunaimarisha vyanzo vya mapato vya halmashauri kwenye maeneo yale ambayo tulikuwa tuyafikii kwenye ukusanyaji wa mapato tumekuwa tunayafikia. Kwa hiyo tunajitahidi sana kwenye upande ule wa kilimo kuhakikisha tunasimamia, kwa maana ya mifumo yote ya ukusanyaji wa mapato. Lakini pia kwenye upande wa madini tumekuwa tukihakikisha kwamba tumeweka mifumo mizuri ya ukusanyaji wa mapato. Utaona sasa pale mwaka elfu mbili na ishirini na moja kule wananchi wetu wafanya biashara wa dhahabu na wachimbaji tulikuwa tunatumia nyumba ya mtu binafsi kama soko letu la dhahabu, lakini tuliondokana kwenye hilo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili baada ya kujenga soko la halmashauri, na sasa kama mlivyoona tuna soko letu ambapo wafanyabiashara wote wanafanya biashara yao pale, na hii midhibiti vile vile hata utoroshaji wa dhahabu kwa kiasi kwa kiasi kikubwa. Na changamoto tuliyonayo pale sasa bado inaonekana kadri tunavyojenga bado kuna changamoto kwamba wafanyabiashara ni wengi, wanahitaji sehemu. Na sasa tunajipanga kujenga jengo lingine pale la ghorofa ambalo linaweza lika accommodate wafanyabiashara wengi ambao wanahitaji tena kuendelea kufanya biashara hii ya dhahabu. Lakini vipo vituo vya afya kama mlivyoona, kituo cha afya cha Sangambi kituo kile zaidi ya milioni mia saba yote ni mapato ya ndani ya halmashauri. Na sasa tuko kwenye mradi mkubwa sasa wa ujenzi wa stendi yetu ya mabasi. Mji wetu wa Chunya una changamoto ya stendi, sasa tumeshaanza ujenzi wa stendi ya mabasi, mtaiona. Na stendi ile ya mabasi nayo inajengwa kwa mapato yetu ya ndani. Kwa kweli, kitu cha pekee tunachoweza kukisema ni kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yetu kwa ujumla kazi kubwa iliyofanyika, mazingira haya unayoyaona ingekupendeza, ukaenda kuona na mazingira ya ofisi ambazo tulikuwa tunafanyia kazi kama halmashauri. Kwa kweli tulikuwa kama tuko madarasani, lakini tangu 2021 tumeendelea kuboresha na mpaka mwaka 2023 imekamilika ofisi yetu ya halmashauri ya wilaya Chunya kama unavyoiona, ikiwa na fasiliti zote. Sasa tuna ofisi nzuri na watumishi wanafanya kazi kwenye sehemu nzuri, na si jengo tu, mpaka vitendea kazi mule ndani viko vya kutosha, na mimi ni shukuru na mimi binafsi hata nyumba niliyokuwa naishi mi kama mkurugenzi <laughs> ilikuwa ni ngumu hata kuwaonesha watu kwamba mkurugenzi anaishi ya hapa, lakini mshukuru mheshimiwa Rais tukapewa fedha za kujenga nyumba ya mkurugenzi na tumejenga nyumba ya mkurugenzi, na mimi naanza kuna wili sasa, kwa sababu nakaa sehemu mzuri, hata nafanya maamuzi mazuri kwa sababu ninapolala ni pazuri. Na mimi niliona kitu kingine, baada ya kuona kama mkurugenzi, na wewe umeshajengewa nyumba, umeboreshewa, una nyumba mzuri tukasema na sisi kwa mapato yetu ya ndani turudi kwenye nyumba zetu chakavu za wakuu wetu wa idara wanazotumia kwa sasa. Kwa hiyo nazo tumeenda kuziboresha na tunaendelea kuziboresha. Tunatumia almost milioni 240, milioni 240 tutatumia kuzikarabati zile nyumba zote za wakuu wa idara. Milioni 240 ni mapato yetu ya ndani na tumeendelea kuzikarabati. Ningefurahi sana mkaenda kuona zilivyo sasa baada ya kuzifanyia ukarabati, maana wengi wanadhania labda ni mpya, lakini zile ni nyumba ambazo zilikuwa zimechakaa tukasema hatuwezi kuzibomoa, tunaweza tukazikarabati zikatumika, na sasa tumeanza kukarabati, na hata wakuu wa idara wenyewe wameendelea kuzifurahia nyumba zile. Hapa ni katika hospitali ya wilaya ya Chunya. Kinachoshuhudiwa hapa ni maboresho makubwa katika hospitali hii, hali inayoifanya kuwa kimbilio kwa walio wengi. Hospitali hii ilianza mwaka elfu mbili na saba baada ya kupandishwa hadhi. Awali ilikuwa ni kituo cha afya na kuanzia mwaka 2021 22, serikali ilianza kuleta fedha kwa ajili ya maboresho ya miundombinu ya hospitali hii ili iendane na hadhi, sawa sawasawa, sambamba na hospitali ya wilaya kama jinsi ilivyo. Kwa hiyo tulipokea mpaka sasa kiasi cha shilingi bilioni mbili na milioni mia tisa kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu mbalimbali ya afya katika hospitali hii ili kuendana na kasi ya utoaji wa huduma sambamba na level ya hospitali ya wilaya na fedha hizo ambazo tumezipokea zimesaidia katika maboresho mbalimbali ya miundombinu. Moja, uboreshaji wa huduma za dharura kwa kujenga jengo la Images. Lakini pia ujenzi wa jengo la mionzi kwa ajili ya huduma mbalimbali za wagonjwa wa mionzi ambazo awali zilikuwa zipatikani. Lakini pia uboreshaji wa huduma ya mama na mtoto kwa ujenzi wa wodi ya mama na, na mtoto lakini pia ujenzi wa jengo la upasuaji ambalo ni theater. Lakini pia ujenzi wa jengo la OPD. Kwa upande wa huduma zilizoboreshwa, moja tuna huduma ya, ya, ya, ya kuhifadhi maiti ambayo awali huduma hii ilikuwa haitolewi, lakini baada ya upandishaji wazi wa hospitali pamoja na kuletewa fedha hizo, tumefanikiwa kuboresha kitengo hicho na sasa hivi tunatoa huduma na jumla ya mili uwezo wa mochwali yetu ni, ni ni, mili kumi na mbili kwa mara moja. Lakini pia huduma za mionzi ambazo mwanzo zilikuwa zitolewi tumeletewa digital x-ray mashine, lakini pia ultrasound mashine ambayo mwanzo huduma hizi zilikuwa hazitolewi zi, pia kwenye jengo la la kitengo cha meno tumeletewa vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuboresha huduma za meno ikiwemo x-ray mashine ya ya, ya, nani ya, ya ya meno ambazo huduma hizi awali zilikuwa zitolewi. Kwa hiyo wagonjwa wote wa dharura katika halmashauri ya, ya wilaya ya Chunya ambao awali tulikuwa tunawapeleka moja kwa moja kwenye hospitali ya, ya Kanda ya Mbeya, sasa hivi wanapata huduma katika hospitali hii ya wilaya ya Chunya. Niko hapa hospitalini, nimekuja kujifungua, huduma ni nzuri, manesa wanatupokea vizuri, tunashukuru na Mungu awabariki. Pia huu ni uzazi wangu wa tano. Zamani na sasa ni vitu vili tofauti. Zamani hivi vitanda vilikuwa chini, lakini sasa hivi tunaenea wote kwenye vitanda. Tunashukuru, tunashukuru kwa huduma nzuri, mazingira ni mazuri, vyoo vizuri, maji yanatoka vizuri, tunashukuru. Ule usemi kuwa kilimo ndio uti wa mgongo wa taifa kwa wilaya ya Chunya hili wamelibeba kivitendo, kupitia kilimo cha zao la tumbaku. Ni chanzo kimojawapo cha mapato ya halmashauri yetu ya Chunya. Mwaka huu tulioanza huu hii 25, 26 takwimu zangu zinaonyesha kwenye zao la tumbaku peke yake tunaenda kupata bilioni 5.4 kama makusanyo ya ndani kutokana na kwenye zao hili moja la tumbaku, bila kugusa dhahabu na vitu vingine vyote, tumbaku peke yake. Sasa utaona ni jinsi gani wakulima wanavyofanya kazi, wanavyoweza kuzalisha. Kwanza bei ya zao la tumbaku imeongezeka tofauti na miaka ile kule ya nyuma. Tumbaku sasa inauzwa kwa bei ya juu, na utambue kwamba tumbaku inauzwa kwa dola. Kwa hiyo wananchi saa hizi kule wanaoga fedha. Lakini kwenye kilimo pia, sasa tumeanza na ujenzi wa magala. Mtaona mkifika pale Lupa, tunaenda kujenga gala pale, litakuwa na thamani isiyopungua milioni 400 na kuendelea. Gala lile liko hatua za mwisho na ule ni mradi wa mwaka uliopita, sasa unakamilika. Lakini mwaka huu tena tunaenda kujenga gala lingine tena kambi Katoto. Kwa nini tunajenga yale magala? Sisi kwenye wilaya yetu na sisi tumeshajiunga kama wenzetu wale wa kusini au walivyokawa jirani zetu Songwe kwenye kilimo cha ufuta. Sasa kilimo cha ufuta tunakwenda kwenye stakabazi galani, stakabazi galani lazima tuwe na magala, na mwaka huu tu tumeshaanza kwa harakaharaka kilimo cha ufuta na ununuzi unu wa stakabadhi galani uliendelea na wakulima wamepata fedha, wameona mafanikio ya stakabadhi galani na kila mmoja sasa anavutiwa na biashara hiyo. Kwa hiyo tunajenga yale maghala ili msimu ujao wa ufuta tuanze kuwa na maghala ambayo yanamilikiwa na halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya, ambapo pia itaenda kuwa ni chanzo cha mapato kwa halmashauri, lakini pia wakati huo kitakuwa kimeenda kuhudumia wakulima wetu. Ujenzi wa vyumba vya madarasa yakiwemo mabweni kwa wanafunzi wa kike kumewezesha idadi kubwa ya watoto wa kimaskini hasa wale wanaoishi pembezoni mwa mji kupata fursa ya elimu katika wilaya hii. Shule hii imejengwa kwa msaada wa wakulima wa tumbaku, mwanzoni imeanza na wakulima hao, lakini baadaye imekuwa na unganiko la wakulima wa tumbaku pamoja na chimbaji ya madini CHUDET ambao wao ndo wanaendeleza mpaka hapa alipofika. Shule hii ni mlengo wa shule ya wasichana peke yake, na inachukua wanafunzi kwa wilaya ya Chunya, hususan kidato kile cha pili kiligusa ni wilaya ya Chunya, lakini kwa kidato cha kwanza 2025 kimevuka mipaka nje ya shule hii, kuna watu wamehamia. Tuna wanafunzi kutoka Morogoro na wanafunzi kutoka Njombe, wanafunzi kutoka Sumbawanga na Mbeya mjini. Kwa ujumla wanafunzi wote kwa ujumla sasa ni mia moja ikiwa form 2 ishirini na sita, na kidato cha kwanza sabini na nne shule yetu ni shule nzuri inayofaulisha vizuri wanafunzi na ipokei wanafunzi wenye ufaulu wa chini. Inapokea wanafunzi bora na ni shule ya viwango. Shule yetu ina mazingira mazuri na pia kitaaluma iko juu na walimu wetu wanafundisha vizuri sana. Napenda kusoma hapa pia, nafurahia kuwa hapa kwa sababu sipati changamoto mbalimbali mbali za umbali kutoka nyumbani kuja shuleni. Kama mwanafunzi wa kidato cha pili, napenda kutoa shukrani kubwa kwa wazazi wetu kwa kuweza kutujengea shule hii. Wameweza kuiunga serikali kwa kutujengea shule hii kama sisi wasichana tunaendeleza, tunaendeleza taaluma na kila jambo ambayo inaweza kutufanya vizuri katika masomo yetu. Shule hii ilianzishwa kutokana na mradi wa SEQUIP mwaka 2024 na, na ujenzi huu ulianza tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 2024, ukiwa na lengo la kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2025 na shule hii imejengwa ikiwa na madarasa 8 maabara tatu kwa maana ya physics, kemia na biology. Ina jengo la maktaba pamoja na jengo la tehama. Shule ina, imeanza tarehe kumi na nne mwezi wa kwanza 2025 na tukiwa na wanafunzi 62 ambao mpaka sasa tunao japo shule hii ina uwezo wa kupokea wanafunzi mia tatu ishirini kwa madarasa nane tulionayo. Na wananchi wa Nkung'ungu wamefurahi sana kuwepo kwa shule hii kwa sababu imewapunguzia umbali ambao walikuwa wanatoka Nkung'ungu kwenda shule ya Rupa, ni takribani kilomita kumi na mbili Kwa sasa wanapata huduma hii kwa ukaribu. Hii ni pamoja na vijiji vitatu ambavyo ni ya kata ya Nkung'ungu kuna kijiji cha Magunga, kuna kijiji cha Majengo pamoja na Mkungungu wenyewe. Kwayo wananchi wanaishukuru sana serikali kwa jitihada ambazo zimefanywa kuwarahisishia watoto hawa, na kwa kweli wanafunzi wana furaha kubwa, wanafurahi sana kuwepo kwa hii shule. Uwepo wa shule hii maalum ya mchepuo wa Kiingereza ni ishara iliyodhahiri kuwa uongozi wa halmashauri ya Chunya umedhamiria kupiga hatua wa kubwa kuwafanya watoto wa kitanzania kuendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Shule hii ni matokeo ya makusanyo au mapato ya ndani ya halmashauri ya wilaya Chunya. Tunaona ya kwamba shule hii mpaka sasa ina uwezo wa kupokea watoto zaidi ya mia nne hamsini lakini kwa sasa tuna jumla watoto mia nne ambao ni kutokea darasa la awali mpaka darasa la nne. Haya ni mafanikio makubwa kwa wilaya yetu ya Chunya. Kumekuwa na awamu mbalimbali za ujenzi, ambapo awamu ya kwanza iligharimu zaidi ya milioni mia tatu kujenga eneo hili la hapa chini, ambayo lina jumla ya takribani madarasa saba lakini pia ina ofisi tatu. Lakini awamu ya pili ilikuwa ni ujenzi wa madarasa matatu ambayo yako eneo letu la hapa juu na ofisi moja, na awamu ya tatu ilikuwa ni ujenzi wa madarasa matatu na ofisi moja, ambapo katika hayo madarasa matatu pia ilihusisha chumba kimoja kwa ajili ya kompyuta. Tunayo kila sababu ya kuishukuru serikali yetu kwa jitihada ambazo imekuwa ikizifanya katika kusapoti elimu katika wilaya yetu ya Chunya. Watoto wetu hawa tunawafundisha kompyuta, kitu ambacho ni mara ya kwanza katika wilaya yetu ya Chunya, sio kwa shule za serikali wala shule binafsi. Hiyo ndio shule pekee ambayo inafundisha kompyuta kwa levo ya watoto wa awali na msingi. Ufaulu katika shule yetu umekuwa ukipanda kutokana na jitihada za walimu lakini na serikali jinsi ambavyo inafanya kuweza kutatua mahitaji mbalimbali ya walimu imeongeza morali ya utendaji kazi, lakini tumeweza kuinunulia na vyombo vya usafiri pia. Na sasa hapa ninapoongea, ile shule imeanza kujitegemea yenyewe, kwa maana ukienda pale sasa utakuta kuna inaanza kujenga madarasa kwa kutumia zile ada ambazo zinakusanywa pale, na sisi kama halmashauri huko hatuingilii pale. Sasa na tunako kwenda sasa, wataenda kwanza kwa ajili na walimu pia watakaofundisha pale, na ile itakuwa ni kama taasisi ambayo inajitegemea kwa kutoa huduma kwa wananchi wetu nayo sekta ya madini inayotajwa kuwa ya pili kuchangia katika pato la wilaya hii, wafanyabiashara wake nao wana mengi ya kusema baada ya serikali ya wilaya hiyo kujenga soko hili la kisasa la madini. Niseme tu, nipende kuchukua nafasi kuishukuru serikali, serikali ya awamu ya sita kwa kazi kubwa iliyoifanya kutufungulia sisi masoko. Niseme kama sisi wachimbaji tulikuwa tunapata tabu sana sehemu ya kuuza dhahabu. Dhahabu ilionekana kama vile bangi, we ndio ukauze wapi? Lakini saa hizi serikali imetufungulia masoko, kila mtu akichimba akipata dhahabu yake anakuja kuuza sokoni na kwa kupitia serikali. Tuseme hata Chunya imekuwa ni tofauti na jinsi ilivyokuwa nyuma. Huku nimepeleka kuuza madini yangu nje ya nchi kama vile Dubai, Afrika Kusini na sehemu zingine kama China vile na, na India. Lakini zamani ilikuwa ni shida kupata tu kibali kusema ukasafiri kutoka hapa kwenda kuuza huko, ilikuwa ni shida. Kwanza tulikuwa tujui njia hizo, kwao wenzetu walikuwa wanatupa bei ambayo bei ndogo sana ya madini. Lakini baada ya masoko kufunguliwa dhahabu imepanda sana. Yani, tunauza bei ni nzuri sana kwa hiyo tunaipongeza sana serikali ya awamu ya sita chini ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Ujio wa soko hili umesaidia mambo mengi ndani ya Chunya mpaka na nje ya Chunya kwa nchi nzima ya mapato, kwa sababu kumekuwa na mfumo rafiki pia wa kusanyaji mapato. Imekuwa sasa ni rahisi kwa mapato kuingia kwenye vyanzo vyake muhimu kupitia mifumo ambayo imewekwa na serikali. Uh, ija kwa nsho ya serikali ku, kuweka utaratibu wa mtendea kazi, hasa upimaji wa maeneo, ukataji wa maleseni, upimaji, upimaji wa miamba imekuwa ni, ni kitu ambacho kimeleta chachu kwa wachimbaji wakubwa na wadogo wadogo, kwa sababu kwanza unakuwa na uhakika ya kile ambacho unakifanya, una uwekezaji wako, unakuwa na uhakika kwamba unapima miamba inakuonesha kabisa kwamba hapa kuna upatikanaji wa madini uh, kiasi kilichopo umbali wa kutoka juu alizini mpaka chini mwambo utakuta sehemu uh, umbali kiasi gani, kwa ile hata kama napanga bajeti yako inakuwa inarahisisha kabisa kwamba nawekeza mpaka sehemu fulani, napofikia umbali fulani nitakuwa nimeshaanza uzalishaji k kwa, kwa inshu nzima ya kuplani bajeti yako juu ya uchimbaji ikawa imerahisishwa kwa design hiyo hmm. Lakini pia uwepo wa upimaji wa sampuli maabara zile za madini pia zime, zime, zimefanya mchimbaji au anajiamini kitu ambacho anakifanya, kwamba kabla hajawekeza pesa nyingi sana, lazima anapotoa mwamba upeleke kwenye kupima uh, sampuli aipime maabara hivi aone content ya madini yaliyopo kwenye, kwenye ule mwamba, kwa badala kama alikuwa amejipanga kuwekeza milioni mia kulingana na kile ambacho atakuwa amekikuta mle kwenye mwamba usomaji wake anaweza akaminimize kwamba kwa usomaji huu niwekeze kiasi kadhaa ili niingie kwenye uh, ishu nzima ya biashara ya upataji kama faida. Mtazamaji, si hayo tu. Licha ya wananchi wengi wa wilaya ya Chunya kutumia muda wao mwingi katika shughuli za uzalishaji mali kwa maana ya kuwa shambani na migodini, bado shughuli hizo haziwazuii kushiriki katika mambo mbalimbali mbali ya kijamii ikiwemo michezo na burudani ili kuweka afya zao katika utimamu. Na hii ndilo lililoisukuma halmashauri ya wilaya kuanza ujenzi wa uwanja wa michezo wa kisasa. Huu uwanja utakuwa wa kisasa. Tayari tuna jengo la utawala ama administration block, ambao ndani yake tuna changing room. Changing room hiyo side A ina vyoo kumi, na side B inavyo kumi jumla tuna vyoo ishirini kwenye jengo hilo hapo, lakini pia tuna vyumba vya ofisi kama nane hivi. Vyumba vitakwenda kupatikana pale, ofisi mbalimbali mbali, ofisi ya wilaya, ofisi ya kijiji mpaka TFF, wote wata watakwenda kupatikana kwenye jengo lile. Sambamba na hapo, pia tuna ukumbi mdogo kwa ajili ya mikutano na nini kwenye jengo hilo hilo. Huu uwanja unatarajiwa sasa na wakazi wa Chunya ama na wananchi wa Chunya kuwa ni fursa tutakwenda kupata fursa mbalimbali hapa wa mama ntilie watakwenda kufanya biashara hapa watajiwezesha na watu wengine wengi sana kwa hiyo uwanja huu kukamilika kwake ama hakika itakuwa ni, ni, ni fursa kubwa sana kwa wakazi wa chunya lakini pia kapasiti ya kubeba watu uwanja huu hapa ni watu 24000 tunatarajia kuchukua watu 24000 sambamba na hapo uwanja huu sehemu hii tuliyopo, kila aina ya kiwanja kitakuwepo cha michezo. Kwa huu uh, tuliposimama hapa hapa uh, tunaandaa kwa ajili ya football, lakini pia tuna uwanja wa uh, netball, tuna uwanja wa basketball, tuna uwanja ule unarusharusha kama vidude dude fulani eh. Basi upo ramani yake ipo imekamilika hapa. Sambamba na hilo pia, kwa mbele kule ulikotokea mwandishi wa habari, tutakuwa na vibanda ama frame zipatazo 38 frame ambazo hizo pia zitakwenda kwa wajasiriamali, watakwenda kunufaika nazo. Pia halmashauri watakwenda kunufaika navyo kwa hususan kwa mapato. Naam, ama kwa hakika kila zuri la maendeleo linapatikana hapa katika wilaya ya Chunya, mkoani Mbeya. Kama ulivyoshuhudia, itoshe tu kusema Chunya imepiga hatua na Chunya ya sasa sio ile ya zamani. Kwa hiyo nimshukuru sana mheshimiwa Rais, naendelea kumshukuru kwa haya, lakini endelee kuomba tu kasi anayoendelea nayo sasa. Tunakwenda tena awamu nyingine, aongeze spidi yetu ile zaidi ya ile.